Jina naitwa Farida Adam Misana, ni mjasiriamali wa hapa mkoa wa Kigoma. Kwanza kabisa, ninatengeneza na kusindika pilipili, pia ninasindika maziwa ya yogurt ambayo ni strawberry pamoja na vanilla. pia ninatengeneza garlic paste ambayo inakuwa ni paste imechanganywa na jinja ambayo ni tangawizi. ni paste ambayo ni nzuri, inakusaidia kwenye mapishi na pia inakusaidia pia kwenye dawa. Pia natengeneza chachandu aina na mbili ambayo ni mangopiko pamoja na bilimbipiko Nimehudhuria mafunzo mengi sana ya AGRA pamoja na TCCIA, lakini ya leo kwa kweli yamekuwa ni mazuri na yanapendeza, kwa sababu kuna vitu ambavyo tumepewa vipya ambavyo vitatusaidia sisi wajasiriamali. kwanza kabisa, tumepata website ambayo tutakuwa tunatoa malalamiko yetu ya mipakani ambayo tunasumbuliwa na kunyanyaswa kwenye mipaka yetu ambao utaandika taarifa kwamba mimi nimenyanyaswa hiki na hiki, na kinashughulikiwa mara moja ipasavyo. Itatusaidia sana kuondoa unyanyasaji katika mipaka yetu hii. Pia kitu kingine ambacho nimekifurahia zaidi ni kitu ambacho <laughs> yani hichi ambacho tumeunganishwa, inakuwa ni grupu ambalo ni la WhatsApp limeunganika na East Africa nchi zote, ambao utakuwa unaweka bidhaa zako na zitakuwa zinatoka kwa wakati, kwa sababu wafanyabiashara watakuwa wanahitaji, wanaomba, nataka hiki, nataka hiki, na kama unacho pia unauza kwa wakati. Kwa kweli tumefurahi, mafunzo ni mazuri na tunawashukuru sana watu wa AGRA pamoja na TCCIA kutuletea mafunzo haya. Ni mazuri kwa sisi wajasiria mali na yatapanua sana wigo wa biashara zetu za mipakani pamoja na nje na ndani ya mkoa wetu uzalishaji wetu tunakutana na changamoto mbalimbali ikiwepo kupata bidhaa au nafaka mahindi, ambayo yanakuwa yana shida, mengine yameliwa na wadudu, mengine yalivunwa kabla yajakomaa vizuri, kwa hiyo yanakuwa na uzito wa chini. Lakini kwa kwa tunaendelea kupata mafunzo kupitia semina mbalimbali ikiwemo hii ya leo, tunazidi kupata connection ya wateja wa maeneo mbalimbali. Kwa kifupi, itaturahisishia ku kabiliana na changamoto hizo kwa kuwa na wigo mkubwa wa wateja, tutakuwa na machaguo mengi kwenye mizigo tunayochukua. kama kama kijana, kwanza hii fursa ya leo kupitia TCCIA tunazidi kupata wigo mpana tena wa kufanya biashara hasa za mipakani, ikikumbukwa kwamba sisi tupo mkoa ambao umepakana na nchi zingine. Tunazidi kutengeneza mazingira ya kufanikiwa zaidi, na ninachoweza kushauri ni kwamba wasiishie hapa hawa TCCIA si, na AGRA waendelee kufanya mafunzo aa mara kwa mara, ili tuzidi kujifunza na kuwasilisha changamoto zetu. Naamini tutafika mbele zaidi kupitia usaidizi wao. Nimefaika kwa kupata mafunzo uh, yanayohusiana ya na namna ya utoaji wa taarifa zinazohusiana na vikwazo visivyokuwa vya kikodi. Nimefaidika kwa hilo kwamba tutakuwa sasa na room kwa maana ya group la WhatsApp la kutolea taarifa ama changamoto tunazokutana nazo, badala ya kuhojiana moja kwa moja na watoa huduma tunaokutana nao katika taasisi za serikali, lakini pia katika vizuizi vilivyoko barabarani. Kwa hiyo itatuweka salama zaidi kuliko kugombezana ama kuzungumza kwa muda mrefu, kitu ambacho kinatupotezea muda. Changamoto tunayokutana nayo katika kufanya biashara za mipakani kwanza ni ushuru mara mbili tunaponunua mzigo kwa mkulima tunalipa ushuru wa halmashauri huko tunakonunulia mizigo na tunapofika kwenye halmashauri ambayo iko mpakani, napo pia tunalipa ushuru wa shilingi kumi, kwa maana ya shilingi elfu kumi kwa tani moja ya shehena unayokuwa umepakia labda ni mahindi, mchele, uh, mhogo na vitu vingi. Lakini unapofika tena boda, nako pia unalipa gharama za, za, za clearing ambapo pia tunalipia shilingi ishirini na tano kwa kilo, jambo ambalo ukijaribu kuangalia kwa kweli ni gharama ambayo sio ndogo. Wakati huo huo, TRA wanahitaji kodi na hujalipia wale wanaokusaidia kushusha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, changamoto za namna hiyo tunakutana nazo. Changamoto nyingine ni upande wa risiti za EFD. E, tunapouza tunashauriwa tutoe risiti lakini kule tunaponunua hatupei risiti kwa sababu tunanunua kwa wakulima. Kwa hiyo hiyo inaleta mkanganyiko hasa tunapokutana na maafisa wa TRA wanaosimama kwenye mageti, wanapohitaji risiti za kununulia mizigo tunakutwa hatuna. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, jambo ambalo linapelekea, kama hamjaeleweshana vizuri, unalazimika pengine basi utoe chochote ili waweze kukuruhusu, japo unapokutana na muungwana basi, anapoelewa anakuacha unaenda kutokana na semina hii nimejifunza mambo mengi sana. Tunashukuru AGRA, tunashukuru TCCIA kuletea mafunzo haya. Katika mafunzo haya nimejifunza mambo mengi, mojawapo nimeweza kuunganisha na nchi jirani, kwa mfano Uganda, Kenya, Rwanda, nchi ambazo ni tano. Nitakuwa na safisha daftari zangu zitaelekea nje ya nchi Kulingana na hayo, nadhani nawakaribisha na wenzangu waweze kuja kujifunza mafunzo haya. Katika mafunzo haya yalioshirikiana TCCIA pamoja na AGRA, nimejifunza vitu vingi kuanzia jana mpaka kufikia leo. Moja ya vitu nilivyojifunza ni umuhimu wa kupata njia sahihi za usafirishaji wa biashara zako mipakani. Kitu kingine ambacho nimejifunza katika biashara yangu vitu gani vitu gani natakiwa nivifati na vitu gani natakiwa nivifanye ili biashara yangu niweze kufikisha sehemu na kuipeleka kwa usalama. Kuja kwangu hapa nimejifunza mambo mengi, nilikuwa sijui biashara za kuvuka kwenda nchi nyingine, yaani za mipakani, lakini nilipofika hapa kwenye hili shirika la AGRA nimejifunza mambo mengi sana. Pia nimejifunza uthubutu kwamba unapokuwa nyuma unaukaribisha umaskini pia. Kwa hiyo mimi ya kwangu ni hayo tu hapa. Leo hii nimejifunza vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivijui hapo yapo awali, kama kwenye soko, jinsi ya kuposti bidhaa, jinsi ya, ku, ya kukutana na wafanyabiashara mbalimbali, kukonekti wafanyabiashara mbalimbali, jinsi ya kujua biashara kutoka mpakani. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana kupitia hii kongamano la leo nimejifunza vitu vingi tunafanya kazi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa kupitia vizimba na kupitia mabwawa ya kawaida ambayo ni ya kuchimba changamoto ambayo tunakutana nayo wa sasa kwenye jambo la ufugaji wa samaki ya sasa kwenye utoaji wa, wa, wa, wa utakata, ma, mazao ya samaki kwenda nje ya nchi na kuingia ndani ya nchi sasa kuhusiana na uchakataji pamoja na utengenezaji wa chakula na pamoja hata na vifaranga, tunakutana na jambo la changamoto ya rushwa. Imekuwa ni sehemu kubwa sana sasa, kwa sisi ambao tunavuka boda za kwenda nchi za nje ya sasa Uganda na Kongo, hiyo changamoto imekuwa kubwa sana na inatuathiri vikubwa sana. Unakuta document umekamilisha zote kuhusiana na importing permit au exporting permit lakini bado panakuwa na changamoto ya rushwa, unacheleweshwa muda mkubwa, unalazimika mpaka uanze kutoa vitu ambavyo ni rushwa sasa kuweza kuwabembeleza, ili wao ku kukuharakishia documentation zako ziweze kupita. Changamoto ambazo kama mimi inazokutana nazo, cha kwanza kabisa ni miundombinu kuwa mbaya, hususan ni ya kwanza ya usafiri, ambako huko tunakuelekea sisi tuna kutoka hapo kwenda mpaka kwenye visiwa hivyo au kwenda kwenye I amini mean, bandarini, changamoto kubwa ambayo tunaoipata kwanza ni usafiri, njiani. Sasa kama kwenye mwalo wetu hapo wa Kibirizi, changamoto ya usafiri ni ngumu, hususa kama barabara ni ngumu zaidi, kwa hiyo yatupelekea sisi tunashindwa kufikisha mizigo yetu, hususa kama samaki zinaweza kuharibika kwa sababu ya ile mitikisiko ya njiani, kwa samaki zinapata kufa au f, tunapata hasara kubwa sana. Kwa kwangu mimi, hiyo naona ni moja kati ya changamoto japo tumejaribu kuwaomba baadhi ya watu uh, ni pamoja pia na viongozi wetu wa serikali, uua wabunge, tuweze kupata barabara nzuri pale ko. Ninaamini huko mbeleni huenda wakatuletea barabara ambayo itaweza kufika mpaka uh, kwetu huko uh, changamotoisha uh, masomo ya leo nichojifunza ni uh, changamoto ambazo tunazipata hasa kwenye kazi zetu za mipakani na kingine lichojifunza ni kwamba njia sahihi ya uwasilishaji wa malalamiko yetu, changamoto tunazozipata, tutumie njia zipi kwa ajili ya kulalamika ili serikali weze kutusaidia ambazo ni salama na ni salama pia hata kwenye biashara zetu. Pia walimu wetu wameweza kutueleza hizo njia, na wamesema pia sisi ambao tutatoa maoni yetu ambayo ni changamoto za mipakani wanaweza kutulinda sisi kama sisi ili tusiweze kuingia katika vishawishi vya kugombana na, na taasisi ambazo ziko mipakani kwao. Nashukuru kwa masomo haya na nitazidi kuwafanyia kazi. Uh, nimeweza kuhudhuria semina hii na nimeweza kujifunza vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza, nimejifunza kwamba unapofanya biashara zako ki nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania kuna taasisi ambazo unatakiwa upitie ili biashara yako iwe salama na ufanye biashara yako kwa usalama zaidi. Kwa mfano, kuna TRA mamlaka ya mapato, kuna watu wa mionzi, kuna kama hivyo yani, na taasisi zingine ambazo wanatakiwa kushirikiana nazo ili ufanye biashara zako nje ya mipaka bila kuwa na viziwizi.